Jana uh, kwenye issue ya, ya Yami kwa sababu we know that kwamba aliondoka peace, aliondoka wakiwa na amani peacefully kabisa uh, pale the African Princess hatukumuona Nandi, hatukumuona Bill Nass, hatukuwaona watu wote ambao labda waliowakilisha kwenye mchongo wa Yami. Lakini Yami alivyoulizwa ya akasema kwamba it's true kwamba tuliwaalika na amesema kabisa kwamba alimpigia Nandi simu, lakini simu zake zilikuwa ziokotwi. Ushaona bwana, yaani it's like kama Nandi alikuwa okoti simu za za za Yami kutokana na akitaka kuwaalika kwenye ishu yake ya jana, lakini nitakumuuliza pia, kwa nini hawakoti simu yako? Au kuna namna moja, kuna namna moja au nyingine, kuna namna, kama amko fresh hivi mjizinguana na vitu kama hivyo, kwa sababu kama watu mmeachana peace fully, alafu mimi nakuvutia waya na kukaribisha kwenye ishu yangu, mimi ni msanii wako, wewe ndio umenintroduce kwenye game, inakuwaje tena? Mbona uh, simu hazipokelewi na vitu kama hivyo? kwa hiyo Yami akasema I know that kwamba Nandi ni msanii mkubwa, ana lebo ni mke wa mtu, lakini pia ana mtoto. So anasema kwamba yawezekana labda alikuwa bize na harakati zake, lakini pia Nandi ni mfanyabiashara, kwa hiyo alijitetea kama hivyo. Lakini I don't know kama kuna chochote ambacho kinaendelea between Nandi pamoja na Yami. Uh, lazima tukuje tufahamu wala fuku kupitia the infotainment. Pia lazima tukusogezee mtu wetu wa nguvu ambaye unatufuatilia kwa karibu na, na unahakikisha kwamba unaendelea kuenjoy zile peji kubwa kali za burudani, si ndio? Kwa hiyo inawezekana eh, tutegemee pia kuendelea kukiona kipaji cha Yami kikiwa kinaendelea kung'ara kama kawa. Eh, tutegemee kumwona Yami akifikia malengo yake yale ambayo alikuwa amejiwekea kupitia mziki.